Wakati mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa yupo gerezani kwa zaidi ya siku thelathini sasa, jana zimepatikana tena taarifa nyingine ambazo sio za kupendeza kuhusu makamu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho upande wa bara mheshimiwa John Heche na taarifa zenyewe zimethibitishwa na yeye mwenyewe mheshimiwa Heche zikieleza kwamba amehabarishwa kuwa kuna mpango wa kumkamata. Aa, kwa kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, mheshimiwa Heche ameeleza kwamba amepata taarifa kwamba kuna mpango wa kumkamata muda wowote kuanzia sasa. Ilikuwa jana hiyo majira ya jioni kwa saa za Tanzania, na alieleza hayo akiwa katika ziara yake Uh, uh, kwenye kanda ya Ziwa, ziara ambayo kwa hakika imekuwa na mafanikio makubwa kutokana na mahudhurio makubwa kabisa ya watu waliojitokeza kwenye mikutano ya operation ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ya no reforms, no election ambayo inaendelea nchini kote. Ingawa mheshimiwa Heche ametoa uh, taarifa hizo jana, taarifa zisizo rasmi zilianza kusambaa tangu mwezi uliopita, ilikuwa ni wiki ile ya kuelekea Pasaka, zilipatikana taarifa kwamba mheshimiwa Heche pamoja na mheshimiwa Godbless Lema uh, kiongozi mwandamizi wa chama hicho walikuwa katika rada za polisi kuwakamata. Hata hivyo, haikuweza kufahamika lengo lilikuwa kuwakamata kwa kosa gani, lakini kwa bahati nzuri hilo halikutokea. Lakini taarifa zilizopatikana wakati ule ilikuwa walilenga kuwakamata kabla ya Pasaka ile. Kwa hiyo ina maana wangekaa ndani Ijumaa kuu, wangekuwa ndani Pasaka, ungekuepo ndani Jumatatu ya Pasaka, siku kadhaa takriban wiki. Uh, hizo taarifa zilisambaa kipindi kile, lakini hilo halikutokea. Hata hivyo, kulikuwa na taarifa nyingine ambazo zimezagaa kwamba ni swala la muda tu kabla jeshi la polisi halijatekeleza hii dhamira ya kumkamata mheshimiwa Heche sambamba na viongozi wengine waandamizi wa, wa chama hicho uh, pia zilipatikana taarifa kwamba kulikuwa na mpango wa kumkamata mwanasheria mkuu wa chama hicho wakili msomi Dr. Rugemeleza Nshala. Um, hizi zilipatikana hapa katikati. Kwa hiyo hili la jana limethibitishwa na mheshimiwa Heche mwenyewe kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, kwamba uh, wakati wote ule anaweza akakamatwa, lakini hili si la kushangaza kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba kampeni ya No Reforms No Election imekuwa na mafanikio makubwa zaidi ya watu wengi walivyotarajia, na mafanikio hayo yamekuwa zaidi katika idadi ya mahudhurio ya wananchi, takriban kila sehemu ambako viongozi wakuu wa CHADEMA wamekwenda kufanya mikutano yao uh, kuanzia uh, kanda ya kusini uh, kanda ya, zanyi, ya nyanda za juu kusini, na sasa hivi wako kanda ya ziwa, walikuwa pia kanda ya pwani. Kote walikopita, kwa kweli, idadi ya watu wanaojitokeza imekuwa kubwa sana, na hili linawasumbua sana watawala, hasa huko uh, kwenye chama tawala CCM, kwa sababu mikutano hii ya No Reforms No Election licha ya kueleza kwamba Chadema wanajaribu kuwaeleza wananchi kwa nini kunahitajika mabadiliko katika sheria za uchaguzi, lakini pia mikutano hii ina malengo mengine mawili. Moja ni hilo la kutaka kuwashawishi wananchi, kwa sababu ili hiyo ajenda ya Chadema ifanikiwe, inabidi wananchi wahamasishwe kuishinikiza serikali. Serikali haina uwezo wa kuzuia matakwa ya wananchi wakiwa wengi. Kwa hiyo hilo moja lakini pili, mikutano hiyo imekuwa ikitumiwa na chama hicho kusambaza ujumbe kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu Tanzania, lakini mengi ya masuala hayo ni kuhusu mapungufu ya CCM, kuhusu ugumu wa maisha, kuhusu ufisadi, pamoja na masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni kama vile Chadema wanaua ndege wawili kwa jiwe moja, kwa upande mmoja ni kusambaza ujumbe wa no reforms, no election, lakini upande wa pili ni kuwaeleza Watanzania kuhusu mapungufu ya chama tawala CCM na hili linaisumbua CCM. Lakini pia baada ya kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu tarehe tisa ya mwezi uliopita mwaka 2025 na hatimaye kufunguliwa hizo kesi ya kufunguliwa hiyo kesi ambayo kuna mashtaka ya uhaini na mashtaka mengine matatu, ilitarajiwa kwamba akili na nguvu za uongozi mpya wa Chadema zingeelekezwa zaidi katika swala la kesi ya Mheshimiwa Lissu. Maana yake ni kwamba uh, zile jitihada zilizokuwa zikifanyika kabla Mheshimiwa Lissu hajakamatwa wa kuhusiana na no reforms, no elections zingepoteza nguvu kidogo. Haya ndiyo yalikuwa matarajio hasa, na yamechangia sana hoja ya kumkamata Mheshimiwa Lissu na kumfungulia mashtaka, kwamba huyu mtu akikamatwa na kufunguliwa mashtaka hii ajenda ya no reforms no election itapoteza nguvu yake, kwa sababu kwa upande mmoja uh, Chadema watakuwa wako bizi zaidi kufuatilia kesi ya Mheshimiwa Lisu mahakamani, lakini pia kwa mtizamo wao wao, waliamini kwamba ajenda ya no reforms no elections ina revolve around Mheshimiwa Lisu. Lakini kinyume na matarajio yao, hata baada ya Mheshimiwa Lisu kukamatwa na sasa zaidi ya mwezi mmoja yuko ndani ajenda ya no reforms no election sio tu imeshika moto lakini inaelekea kupata umaarufu zaidi. Sambamba na hilo, uh, kila wanapokwenda CHADEMA wamekuwa wakichangiwa fedha nyingi na wananchi, na hao wananchi ikumbuke kwamba ni wananchi maskini, wana changamoto mbalimbali, lakini wamekuwa kinyima kutoa kidogo alichonacho kukipatia chama hicho. Wakati haya yote yanaonekana, sisi ya mwanayaona na inawasumbua, inawasumbua kwa sababu hofu ni kwamba huenda hii uh, ajenda ya No Reforms No Elections inaweza ikafika mahala ambapo wananchi wakaamua kweli wakawa wameshawishika na wakaamua kuchukua hatua stahili, kwa sababu uh, utekelezaji wa ajenda hiyo, kama nilivyosema hapo awali, unategemea sana mwamko wa wananchi, na hili ndio ambalo lilichangia sana kudhani kwamba labda kufanya jitihada ya kumdhibiti mheshimiwa Lissu ingeweza kuwarudisha nyuma CHADEMA katika kuendelea na uh, hizi harakati za No Reforms No Election, lakini maendeleo yamekuwa mazuri, kila sehemu naokuenda mahudhurio ni makubwa, na ni muhimu kufahamu kuhusu haya mahudhurio kama mara nyingi mikutano ya CCM inahusisha watu kubebwa kwenye malori uh, wanafunzi kulazimishwa kuhudhuria kwenye mikutano, watumishi wa umma kulazimishwa kwenda kwenye, kwenye mikutano ya viongozi, lakini hawa wanat, watu kadha lundo kubwa la watu linalojitokeza kwenye mikutano ya CHADEMA wanapaswa kuangaliwa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kwamba hakuna anayewashawishi, hakuna anayewalipa posho, ni wenyewe kwa mapenzi yao wanajitokeza katika mikutano hii. Hilo moja, lakini pili, mikutano ya CHADEMA haitabiriki kwa sababu muda wowote polisi wanaweza kuanzisha fujo zao waka rusha mabomu ya machozi wakaanza kupiga watu. Kwa hiyo watu wanakwenda katika mikutano hii wakijua kwamba huenda wasirudi nyumbani salama au wakarudi nyumbani na ulemavu. Sasa haya ni mapenzi yasiyo misilika. Na haya mambo kama haya yanakisumbua sana chama tawala CCM, kwa hiyo ndio hizi uh, jitihada za kujaribu kwa upande mmoja kumdhibiti mheshimiwa Lisu, na hizi tetesi mpya zilizopatikana kwamba huenda wakamkamata mheshimiwa Heche na yeye mwenyewe ameeleza kwamba hata kama uh, hilo litafanyika, lakini halimsumbui kwa sababu anaamini kwamba hii uh, ajenda ya no no reforms no elections, ni kwa ni ya chama kizima, lakini pia uh, watanzania wana, wana kiu ya mabadiliko. Kwa hiyo hata kama kutafanyika jitihada za kumdhibiti yeye, bado viongozi wenzio wataendelea na mikutano, lakini pia ujumbe tayari unawafikia watanzania na kwanza kuona uh, haja ya kuwepo kwa hayo mabadiliko. Kwa hiyo uh, nini kitakachofuatia pengine katika siku mbili tatu hizi uh, lolote linaweza kutokea. Yeye Mheshimiwa Heche anasema kuwa yuko tayari na hizi ni gharama ambazo chama chake kitabidi kulipia ili kupata mabadiliko ya kweli. Je, uh, jeshi la polisi litaendeleza na uh, litaendelea na utaratibu wa kukamata viongozi? Tayari mwenyekiti uko ndani Je, watafanya tena hilo la kutaka kumkamata mwenyekiti wa, wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Heche? Haya ni mambo ya kusubiri muda na kuweza kuelewa. Je, wewe msikilizaji, una maoni gani? Una mtazamo gani? Unadhani mbinu hii inayotumiwa ya kukamata kamata, kukamata Mheshimiwa Lissu na sasa anataka kumkamata Mheshimiwa Heche inaweza kudidimiza swala no reforms no election au ndio itapandisha moto zaidi? basi karibu utoe maoni hapo kwenye comments. Asante sante.